Ndugu zangu wafugaji, nitoe lai kwamba ugonjwa tayari umefika na umeanza kuleta madhara. Kwa hiyo, chukua tahadhari binafsi, epuka hasara, usiruhusu mwingiliano shambani kwako, zingatia biosecurity, usalama wa shamba kwanza, ili kwa kuepuka hasara ya mradi wako. Kwa hiyo, nawasihi kipindi hichi ni kipindi ambacho ni kigumu. Ninaomba sana mweke utaratibu mzuri wa kuingia shambani, weka utaratibu wa kujilinda na kulinda wanyama wako, kwa huu ugonjwa umeingia na umeanza kuua. Ukaona kama huyu tayari amekufa na wengine ambao wameshakufa. Kinachoendelea hapa ni kutoa huduma ya kwanza kwa wale ambao bado, lakini nataka nikwambie kwamba kwa kutumia bidhaa za Mr. Pig itakupunguzia e, zile riski na hatari ya shamba lako kuambukizwa ugonjwa, kwani imewekewa dawa ambayo ni nzuri ya fomicin, kwa ajili ya kuua virusi vya ugonjwa huu kupitia chakula. Na ndo njia rahisi ya kukinga shamba lako angalau kwa zaidi ya asilimia sabini. Kwa hiyo ukizingatia utaratibu wa tumia chakula, kazingatia utaratibu wa biosecurity, unaepukana na African swine fever katika msimu. Changamoto kubwa ni kupitia chakula, na hata mfugaji huyu ameweza kupata hii kupitia chakula alichokuwa anachanganya e. Kwa hiyo akapata hasara hiyo, na sasa tunaendelea kumpa ushauri. Kwa hiyo ninakukaribisha sana uweze kutumia hizi bidhaa na ujikinge pia, uweke utaratibu wa shamba mwingiliano. Juu ya mwingiliano, weka utaratibu wa kuingiza chakula kipya eh, shambani kwako. Epuka hasara, ugonjwa unaua, unaua na umeshaua wengi. Usiache kufuatilia tunapoendelea kutoa hizi elimu zinazohusiana na masuala mazima ya eh, kujikinga na biosecurity ya shamba. Karibuni sana. Muendelee kunifuatilia napokuwa natoa masomo haya. Asante.